Tukumbuke katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto sura ya tatu aya kumi na saba anasema kwamba sisi ni hekalu lile la Mungu, na yoyote ambaye ataliharibu hili hekalu Mungu pia atamwaribu, kwa kuwa hekalu la Mungu ndio miili yetu nalo ndilo hekalu takatifu. Kwa hivyo basi nini kifanyike? Njia pekee kwa sababu tumelinajisi ili hekalu la Mungu ni toba na upyaisho kama vile Yesu alivyosafisha hekalu pale Yerusalemu, pia nasi tumruhusu huyu Yesu aweze kuingia mioyoni mwetu na kusafisha yale yote ambayo yanalinajisi hili hekalu la Mungu, basi kwa kupitia toba, sala na sakramenti za kanisa zidi kumshukuru huyu Bwana wetu Yesu Kristo na kumruhusu aweze kuingia ndani kwetu ili aweze basi kujenga upya yale makao yake ndani yetu ili basi maisha yetu yawe tena kile kioo cha utakatifu na upendo wake. Ndugu zangu wapendo, tunapoadhimisha hii sikukuu ya kutabaruku lile kanisa la Laterano, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanya sisi wenyewe kushiriki pia kuwa lile hekalu lake hai ile inayotoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ndiye hekalu la kweli, itutakase itufanye sisi upya na itujaze katika mioyo yetu na jumuiya zetu ule mwangaza wa uwepo wake. Ndugu zangu wapendwa, maujaji wa matumaini, neno la Mungu li hai. Ishi Neno. Tumsifie Yesu Kristo.